Mheshimiwa Rais baada ya kuapishwa aliona kuna haja ya kukaa mezani na kuongea na wadau wa siasa na wadau wengine kuweka maridhiano kwa ajili ya kuweka hali ya utulivu katika nchi yetu. Lakini la pili aliona kuna haja sasa ya kuunda kuunda wizara mpya ambayo itawafikia pengine vijana. Mimi naamini wizara ilikuepo lakini wizara ilikuwa mwanzo ilikuwa na mchanganyiko kidogo. Kwa hiyo akaona aweke wizara ambayo inajitegemea kwa ajili sasa ya kuafikia makundi ya vijana ambayo inaonekana sisi ndio changamoto kubwa, tumefikiwa. Tunampokea kwa, kwa, pia, pia kwa mikono miwili kama vijana, kwa sababu tunaona kabisa kwamba target yetu kupata vijana kwenye wizara inafikia kwa sababu ni wizara, waziri kijana na nakuja kuzungumza masuala ya vijana. Kwa hiyo nimshukuru kwanza Mheshimiwa Rais kwa uteuzi wake, lakini na imani kubwa kwamba baraza lake waliteua nitakuja kufanya kazi nzuri sana.